Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa makamu wa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ndugu Philip Mangula, Mheshimiwa makamu wa mwenyekiti wa NRM ndugu Mike Mukula, Mike Mukula, rafiki yangu kwa siku nyingi sana, Rubani ye safari moja alinipakia kwenye ndege yake akanipeleka kwao kule Soroti. <laughs> Sasa mtu akiwa rafiki yako unamfahamu hivi siku akakupakia kwenye ndege akikaa upande wa kulia unapata wasiwasi -wasi. <laughs> Kaniambia usio na wasiwasi, mimi hizi kazi nimefanya sana, maana alishakuwa rubani pia wa ndege ya rais wa Uganda, kwa hiyo ni mtu makini wa NRM, National Treasurer, katibu mkuu wa NRM, katibu mkuu wa CCM, ndugu viongozi, natambua yuko mzee Mpinda, yuko spika na viongozi wengine. Nataka nichukue nafasi hii kutoa shukurani zangu za dhati sana na pongezi nyingi kwa wenyeji wetu tunawashukuru na kuwapongeza kwa mapokezi yenu mazuri. Tunawashukuru na kuwapongeza kwa maandalizi mazuri sana ya sherehe hizi. Tumeshashiriki sherehe hii, lakini nadhani nyinyi mmetia fora. Hongereni sana nyinyi mnayefanya CCM iwe juu sana. Hii ndio inaitwa total mobilization yeah. Na hata wale watani zetu anajua sisi mchama dume dume la mbegu ushindi kwenda mbele. Tuwatambua kwamba mmefanya kazi kubwa sana kufika hapa mlipofikia, lakini mmeweza. Usione vinaelea vimeundwa. Ndugu Odo na wenzako, mwenyekiti wa maandalizi ndugu Emmanuel Nchimbi, hongera sana. Alikuwa mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana, kwa hiyo vitu kama hivi anavyojua vizuri kawo na kushukuru sana Emmanuel, hongera sana bwana, you have done us proud kwa Kiingereza. Namna kutumia nafasi hii pia kumpongeza sana katibu mkuu wa CCM ndugu Abdulrahman Kinana kwa uongozi wake makini uliowezesha mambo kuwa mazuri kiasi hiki. Maana wako wa mkoa wanayejitokeza mbele, lakini wako makao makuu wakiongozwa na katibu mkuu Kinana ambao wenyewe ndio wanahakikisha kwamba Kiingereza anasema they put the dots together, unaunganisha zile doti mbalimbali mpaka mbali, kitu kinakuwa kimekamilika. Ongera sana kwa kazi kwa hili, lakini pia ongera kwa kazi nyingi nzuri unazozifanya kwa maslahi ya chama chetu. You are a great secretary general of this party. Sio kwa sababu hupo, lakini kila mtu anajua hivi kwamba wewe ni katibu mkuu kabambe sana. Ngekuwa kule Kongo unasema ni kabambi kabisa. Ndugu zangu, leo ni siku ya furaha kwangu, kwa viongozi na wanachama wenzangu wa CCM kote nchini. Tunasherekea na kuadhimisha miaka 38 ya kuzaliwa kwa chama chetu. Tunastahili kuisherehekea siku hii kwa furaha na nderemo kwa sababu ya mafanikio makubwa ambayo chama chetu kimeendelea kupata ndani ya chama na katika kuliongoza taifa letu. Katika miaka thelathini na minane ya uhai wa chama chetu, kimezidi kuimarika ndani, lakini pia kimeendelea kuliongoza vyema taifa letu. Kuna amani, kuna utulivu na kuna maendeleo yanayoonekana kila mahali. Tumeendelea kuaminiwa, tumeendelea kutumainiwa na Watanzania kama ilivyothibitishwa, ilivyothibitika katika ushindi wa ukishindo katika chaguzi zote tangu mfumo wa vyama vingi uanze mwaka 1992 tumeshinda, tisini na tano tumeshinda, elfu mbili tumeshinda, elfu mbili na tano tumeshinda, elfu mbili na kumi. Hata mwaka huu itakuwa hivyo hivyo. Ni sehemu eh. Hoye nalisema ili bila wasiwasi kabisa, roho bardi